Kaunti ya Isiolo yaungana na bara Afrika kuadhimisha siku ya mtoto wa kiafrika. Kaunti <mulia> ya Isiolo imeungana na mataifa mengine barani Afrika kuadhimisha siku ya mtoto wa kiafrika ambayo ilifanyika katika ukumbi wa kanisa Katoliki jimboni Isiolo. Akizungumza kwenye hafla hiyo msaidizi wa kamishna wa jimbo hili Peter Njuguna amesema kauli mbiu ya hafla hiyo ni kuhakikisha kwamba serikali pamoja na washikadau wengine wanaweka mikakati ya bajeti ambayo itashughulikia mahitaji ya watoto, huku akitoa wito kwa wazazi kuwalinda watoto wao kujepusha na visa vya thulma dhidi yao. na tumaweza kuongelea kuhusu dhini ya hii mwaka ilikuwa ya mambo, na preparing for the budget of children, na tunatarajia ya kwamba partners pamoja na serikali tutaweza kuweka mikakati ambayo itaweza kuhakikisha watoto wanaweza kupata access ya chakula, access ya maji, access to majiaetobasary na mambo yote ya watoto yaendelee kuwa mazuri, kwa sababu au ndio tegemeo letu la kesho. Naye afisa wa shirika la kupambana na matumizi ya dawa za kulevya nchini NACADA tawi la Isiolo, Alice Mwangi amesema kuwa wanafika shuleni kuhamasisha wanafunzi kujiepusha na matumizi ya dawa za kulevya huku akiwataka wa wazazi kuwa mstari wa mbele kuwalinda watoto wao dhidi ya matumizi ya mihadarati. Kama NACADA tuko na mikakati tofauti tunatembea katika haya mashule ya primary na secondary na tunafanya tunahamasisha kuhusu utumizi mbaya wa pombe na dawa za kulevya na tunaweza waelezea hawa watoto yale madhara mabaya ambazo dawa za kulevya yana yanaleta katika maisha yetu, maisha yao na katika familia zao na pia katika masomo na pia tunaongelesha wazazi kwa sababu wazazi wako na jukumu kubwa sana katika kuzuia utumizi wa dawa za kulevya, na tunauliza wazazi wa haswa Isiolo County, tuache ku, tusiwaache watoto ovyo ovyo. Lazima tuwaelekeze hawa watoto kuna. Wazazi wengine pia wako katika hii biashara ya uuzaji wa dawa za kulevya kama miraa na pia kama bangi. Tuwe vielelezo vyema kwa watoto wetu na, na ndio tuweze kuwalinda na pia tuwasikize na tuwatunze. Kwa upande wake afisa Franklin Mbiuki ambaye ni mratibu katika afisi ya watoto katika kaunti ya Isiolo amekiri kuwa kumekuwepo na visa vya dhuluma za watoto katika jimbo hili, akisema watahakikisha wanashirikiana na washikadau wengine kupambana na visa hivyo and also cases of uh, ofatwas ita incest as such but we talk about where very close relatives to children are found abusing these children uh, contrary to sexual, uh, to, section to the sexual offenses act nakuta mtu ambaye wa karibu kihusiano na mtoto amedhurumu yule mtoto those are emerging trends in child abuse in this county and as a government agency that is tasked with the responsibility of taking care of the welfare of children we are planning to do a lot of sensitization we are going to partner with all the other stakeholders uh, mashirika uh, agencies za serikali kamangao uh, police uh, and even other stakeholders within Isiolo kuhakikisha kwamba Hayo ya kijiri, Fred Maingi ambaye ni afisa wa shirika la Compassion International amewahimiza wazazi kudumisha majukumu yao ya malezi kwa watoto wao ili wasiwe omba omba mijini. Okay, ningependa kuhimiza wazazi uh, waweze kuwa na good parental practices. Uh, uh, responsibility huwa uwe accountable kwa mtoto wako. Hiyo ndio kitu cha kwanza. Ukiwa accountable kwa mtoto wako utamjua, utampenda na pia utamlinda. Kwa hivyo, hayo mambo matatu mzazi yote akiafanya ha ha ha hakuna mtoto ataweza kwenda kwenda uh, mjini hata kama hauna ule uwezo kabisa wa kuweza kusaidia huyu mtoto. Namba two, sisi ambao tunawasaidia the well wishers, ambao tunakuta mtoto pengine anatuomba shilingi kumi tunampatia. Uh, can we develop systems ambazo zinaweza kuleta hizo shilingi kumi pamoja, because kumi yako na kumi yangu, kumi ya yule mwingine, tukiileta pamoja tutaweza kuiweka vizuri ambavyo itaweza kushughulikia mtoto hata vizuri zaidi kwa sababu wakati tunampatia shilingi kumi one, it becomes a dependency syndrome. Ya kwamba kwa sababu napata shilingi kumi kwa huyu napata shilingi kumi kwa huyu, no, mwingine naona kisababu ya kwenda pale mjini ili tuweze kupata shilingi kumi. Kauli mbiu ya maadhimisho hayo ya mwaka huu ni kupanga na kubajeti maendeleo ya haki za watoto tangu mwaka elfu mbili na kumi. Nikiripotia Runinga ya Waso, langu jina ni Hussein Morangiriguyo. Runinga ya Waso, ya kujuza na kukuburudisha.